Wengi wetu tunatumia laini au SIM card. Swali, je yeah. SIM card ina nini ndani yake mpaka inafanya kazi? je yeah. mtu akikutafuta kupitia namba yako ya simu anaweza kukupata na, je yeah. naweza kutumia simu bila laini? maswali yote haya na mengineyo utapata kwenye video hii ya leo. Hebu kwanza tujiulize nini SIM card? Tuchukue neno SIM, neno simu. Simu lina maana ya Subscribers Identity Model, ni namba maalum ya utambulisho hivi, kwenye laini ndani mna kitu gani? Kipi kipo kwenye laini mpaka inafanya mambo yote haya? Kwenye laini yako kuna chip maalum inaitwa microcontroller. Hii chip ina mfumo wa uendeshaji, pia ina storage ya kuhifadhi. Chip inahifadhi vitu vingi sana, kwa mfano taarifa za kampuni yako inaokupa huduma, lakini pia ina hifadhi serial number. Inahifadhi meseji zako unazotuma na kupokea, inahifadhi namba yako ya simu, inahifadhi namba au majina ulio ya sevu, na so kwamba ina storage kubwa. Wastani wa storeji yake ni 64 kilobyte tu, lakini mambo yote haya yanakaa humu kwenye laini hii. Hii hicho ndio kilichomo kwenye laini yako, ni microcontroller na ndiyo sehemu ambayo ina mfumo ya uendeshaji, lakini pia inahifadhi vitu vingi kama hivyo nilivyokutajia. Okay, lile swali ambalo wengi wanajiuliza hivi, je, mtu anaweza kunifuatilia kwa kupitia laini yangu? Jibu ni rahisi sana, laini yako inatafuta network, au simu yako inategemea network kupitia mnara, na pale ulipo, simu yako itachukua network za mnara husika, na minara yote unaoiona yote inajulikana sehemu ilipo na kampuni yako ya kutoa huduma. Hakuna mnara ambao haujulikani, kila kitu kipo. Kwa hiyo simu yako inapochukua network pale, ni rahisi kwa mamlaka ya nchi kukamata kwa sababu simu yako ndo inachukua network pale. Wanaweza kujua uko maeneo gani kulingana na ile network unaopata kwenye simu yako. Kupitia namba yako ya simu unaweza kupatikana kokote ulipo. Kwa sasa tuko kwenye ulimwengu mwingine wa sim card, ambao ni e -sim. E -sim is embedded sim card. Ni laini ambayo huwezi kuishika kwa mkono, yani laini hii inaseviwa tu kwenye simu yako na kampuni yako au na watoa huduma wako. Hii ni mzuri na ni salama zaidi. Bila shaka, kwenye video hii umepata kitu leo kuhusu sim kadi yako. Ikiwendwa kwa mara kwanza unaangalia video hii, usisahau kusubscribe. Hii ni Alzenjbary Technology, kazi yangu ni kukwambia mambo ambayo huambiwi.